Kuna muda uh, ukiwa unaongea na simu, mawasiliano yako yanaenda kwenye simu ya mtu mwingine, yani kuna mtu anakuwa ameyadukua yale mawasiliano yako, anayapata bila wewe ridhaa yako. Unawezaje eh, kuondoa hivyo vitu? Iko kitu eh, kwa kitaalamu kitu kinaitwa call forwarding. Kuna njia nyingi za kuseti call forwarding kwa vile mada yetu ya leo ni jinsi, tunaenda kufundisha jinsi ya kuiondoa, so tutabizi sana kwenye kuiondoa hiyo call forwarding. Mtu anatusikiliza mawasiliano yako au anapata sms zako, wewe ukionongea na mtu mwingine, naomba tu angalia video hii mwanzo mpaka mwisho, ili upate kujifunza zaidi. Baada ya kushika simu yako, utaenda kwenye file la phone. Ukishafika hapo, kuna kodi ambazo utatakiwa kuziweka. Utabonyeza leli leli zilo zilo mbili kisha utamalizia na leli, kisha utabonyeza kama unapiga. Umeona, baada ya kubonyeza kama unapiga utasubiria hapo, itaandika call forwarding eh, erasure successful. Hapo utakuwa umekamilisha zoezi lako na hivyo ndio jinsi ya kuweza kuondoa call forwarding kwenye simu yako. Nikombe tu usahau ku follow ku like ku comment na kushare video hii. Nikutakie siku njema, bye bye.